Hamjambo, mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, mtangazaji wako, ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi habari zetu leo, taarifa wa kwanza kabisa, usikose kujabonye kwenye channel kuweza kuzipata vituo vyetu vya kawaida vya televisheni yetu, vinapatikana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Burundi na nafasi zingine. Kwa hiyo unapopata habari zetu, karibu moja kwa moja kuweza kutoa ujumbe wako mkubwa ikiwa unataka kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, unaweza kutoa maoni yako au pendekezo kupitia televisheni yetu moja kwa moja, tutakwenda kukujibu. Leo ni siku ya Mungu ya tarehe 28 Desemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Uh, kila leo tunapata nafasi sasa kuzungumzia kabisa kuhusu hali ya mgogoro wa kivita ambavyo vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kujuza kile ambacho kinachoendelea kwenye shamba la vita. Kwa hiyo televisheni yako kila leo inapata nafasi ya kusanyia habari zetu za ukweli ambazo zinakupa nafasi ya kuweka sawa ili ujue kinachoendelea katika shamba la mapambano. Tunazungumzia kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan hapo maeneo ya Uvira wakati wa vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa zidi ya M23 na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Mapigano makali kwenda kuripotiwa hiyo jana majira ya saa saba usiku huko maeneo ya Katongo. Tutakwenda kujua mengi kabisa na nini ambayo inaendelea pia, tutakujuza kuhusu hali kabisa inayoleta hofu kwa wakaji wa Uvira, ambapo mpaka sasa wakaji wa Uvira wa wamejifungia ndani ya manyumba kutokana na hofu, pia milya risasi ambayo inasikika kila leo maeneo hayo baada tu ya tishio na, na kutaja kuwa M23 imeanza kuondoka pale maeneo ya Uvira, na ni kweli ukiangalia pale maeneo ya kambi ya Rugenge, waliokuwa ndani ya kambi wote kabisa waweza kuondoka, na pia tutapata nafasi ya kuzungumzia kuhusu ofisi ya tarafa la Uvira ambayo inapatikana huko maeneo ya Sange, imekwenda kuporwa na watu wasiojulikana. Wamesema kwamba vitu vingi kabisa vya samani vilivyokuwa kwenye ofisi hiyo, majira ya asubuhi umeshtuka, vyote kabisa vimekwenda kupelekwa nafasi isiyojulikana. Kwa hiyo basi, tukaribishi mimi na wewe mwanzo kabisa hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari zetu za sikia leo, katika uchambuzi wetu wa habari zetu za sikia leo. Mapigano makali yameweza kuripotiwa kwa mara nyingine tena baada tu ya siku kama sita za mfululizo wa mapigano ambayo iliyozuka huko maeneo ya Makobola hadi pale maeneo ya Kanyabululu. Nilikujuza kuwa tumepata nafasi kabisa ya kukusanya habari za ukweli ambazo zitakufanya wewe, msikilizaji wetu, ili kwamba uweze kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo uh, licha ya mapigano makali uh, ya siku tatu, M23 inayoungwa mkono na jeshi la Rwanda bado kabisa inaendelea kudhibiti mji wa Uvira kulingana na vyanzo mbalimbali ambavyo

kilomita ambayo tayari wamepigana ni kama zaidi ya kilomita kumi kutoka mji wa Uvira hadi maeneo ya Makobola. Mapigano hayo ambayo tayari yanaendelea kuripotiwa hii siku hii jioni ya Jumamosi ya tariki ishirini na saba Desemba mwaka 2025 huko maeneo ya Kakumba karibu tu na Katongo, majira tu saba za usiku. Haya imeweza kuleta taharuki kwa wakaaji wanaopatikana maeneo hayo, kwa sababu kila leo milio ya risasi imeweka hofu na bado kabisa wanaendelea kudhibiti vijiji kadhaa kama vile tulivyotaja maeneo ya Poro na maeneo ya Kalungwe na nafasi zingine. Mpaka sasa habari zetu zaeleza kuwa tayari Uvira imezingirwa, na habari za karibu hivi punde zilizipitisha kuwa M23 waliokuwa kwenye bandari ya Kalundu, wamoja wao tayari wamejiondoa, na wengi wao waliokuwa wakipatikana kwenye ofisi za meri, wengi wao wamejiondoa, na wale waliokuwa kwenye kambi la wajeshi pale maeneo ya Rugenge, nao pia majira ya ya leo umekutwa hawapo. Kwa hiyo na kuomba ushuhudie namna gani uwanja umebaki mtupu. ouais, uh, uh, nikutuma wengine. <rules>

hakuna M23 aliyebaki, hakuna askari hata mmoja. Umeona kwamba wakina mama wako wengi hapa e, wamekuja kuja kuangalia vitu ambavyo vimeachiwa na M23. Kambi hii kwa wale ambao hawajui, kambi hii inapatikana karibu na Mayamoto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo ilijengwa hii soko kwamba ilijengwa kwa maslahi ya raia kwamba itakuwa ni soko, lakini baada tu ya hayo, uh, jeshi la FARDC liliweza kuchukua nafasi hiyo na kuweka kambi kubwa ambayo ilikuwa inapokea wajeshi wengi kabisa. Uh, licha ya hiyo hata kama hivyo, wakati M23 iliweza kuingia, nayo pia iliweza kukamata soko hii na ikaweka kambi kubwa. Na unavyoona asubuhi uh, kabisa mapema ya leo watu walikuja kuangalia kuja kushangilia na kuona kabisa wote wameondoka asubuhi, hawakujua walienda wapi, lakini kuna wale ambao wanasema kwamba wamepanda milimani, kuna wengine ambao wanasema kwamba wako Kiliba, kuna wengine ambao wanasema walienda Luvungi. Mpaka sasa tujajua wametoka wameenda wapi ndani ya Uvira hali ya utulivu wasiwasi wasi imeonekana mpaka sasa, ambapo raia, kila raia wako nyumbani kwao, baada tu ya mili ya risasi ambayo ilikwenda kusikika majira za saa saba usiku hadi asubuhi Bomu, silaha nzito nzito, pia ndege ya kivita viliweza kupitia maeneo hayo, na huku wakiomba M23 kuweza kujiondoa ili jeshi la Kongo liweze kumiliki Uvira. Tukujuze kuwa kutokana na msemaji wa Fardes Bwana Lietnari Gen Mbui aliweza kutaja kuwa wataingia Uvira bila risasi kwa kuwa wakati waliingia Uvira hakuna risasi ambayo iliyolia na wataki kupoteza maisha ya raia. Ndivyo aliweza kutaja msemaji wa FARDC katika jimbo la Sidikihu, akiwa msemaji wao. Licha ya shindikizo hilo la kijeshi waasi bado kabisa wanaendelea kudhibiti maeneo mbalimbali ya Uvira na nafasi zingine, huku wakitaja kuwa tayari Wazalendo na FARDC wamezingira mji wa Uvira na kuweka katikati na kuacha njia moja tu ya kupitia, njia ya kwenda Bukavu huku wakiomba waasi wa M23 kuweza kujiondoa na vikosi vyao maeneo hayo. Hivi tunavyozungumza wameweka kambi yao pale Kiliba na nafasi zingine, Kiliba, Ondesi, Sange na nafasi zingine. Lakini hapa mjini Uvira waasi wameonekana kupungua, na wakiwa wanajielekeza kwenye shamba la mapambano. Katika habari zetu zaeleza kuwa waasi wa M23 waliokuwa wamepanda milimani, baada tu ya milia risasi iliyosikika na kuonesha changamoto baada ya mapambano kali iliyoonekana maeneo hayo, waliweza kukamatwa. Hawa wakamatwa na vikosi vya wazalendo katika jimbo la Sidikivu, katika milima inayoinukia Uvira hawa, na kuomba uweze kushuhudia namna gani walivyokuwa wakisafirishwa baada ya kuwekwa nguvuni.

Naam, na kwa kumaliza ili tuingie katika hali yetu ya uchambuzi, ofisi ya tarafa la Uvira ya kwenda kuibiwa vitu vyote vya samani. Hivyo ndivyo habari zetu zilizotaja kutoka kwa kiongozi wa eneo hiyo. Watu wasiojulikana waliweza kujipeneza ndani ya ofisi ya tarafa la Uvira huko Sange na kuweza kupeleka vitu vyote vya ofisi ambavyo vilikwenda nafasi isiyojulikana mpaka sasa. Uchunguzi unaendelea kufanyika ili kubaini walioendesha kitendo hicho. Na msikilizaji, katika uchambuzi wetu wa habari moja kwa moja, tuchambue habari halisi inavyoendelea mjini Uvira baada tu ya majira ya saa saba usiku baada ya milio ya risasi kuweza kusikika huko maeneo ya Kalungwe Kalundu, bandari na nafasi nyingine, raia wameonekana kuwa na hofu. Mpaka sasa bado kabisa hawajajua kinachoendelea na hawajaamini wanani ambao wanaendelea wanani ambao wanaendelea kumiliki Uvira, lakini habari zetu za karibu zaeleza kuwa ni M23 mpaka sasa ndio inaendelea kumiliki Uvira, licha kuwa tayari wanataja kuwa milima yote na inokea Uvira mizingirwa, lakini bado kabisa haujajiondoa wote mjini Uvira, lakini kuna kambi ya pale Rugenge ambayo imeonyesha kuwa wazi tayari wameondoka na watu wameanza kupitia kwenye kambi hiyo, wakiogota yale makokoto ambayo imeachwa na wasi M23. Naam mtazamaji, ikiwa uko pamoja nasi, usikose kujabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine, tunapotoa habari zetu kila leo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa uchambuzi na taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake, Janvier Emmanuel Kaluya, ya mtangazaji wako. Ikiwa umejiunga nasi leo, ilikuwa ni tariki 28, mwezi Desemba mwaka 2025. Mimi na wewe, alamsiki.